Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja ambaye anaitwa Mawazo Msangawale mwenye umri wa miaka 24. Huyu ni mkazi wa Mlowo wilayani Mbozi katika mkoa wa Songwe. Anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka kumi na nane anayeitwa Juveni Baraka Mwambugi aliyekuwa mkazi wa Isoko wilayani Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Awali Januari 9 mwaka 2026 majira ya saa mbili za asubuhi, katika kitongoji cha Isoko kijiji cha Igundu kata ya Sangambi iliyoko katika e, tarafa ya Kiwanja wilaya ya Chunya mkoa huu wa Mbeya, Juveni Baraka Mwambugi mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa Isoko ambaye kwa sasa ni marehemu alipigiwa simu na huyu Mawazo e, Msangawale ili wakutane katika e, poli kwenye mto unaoitwa Mapogoro kwa lengo la kutaka kufanya naye biashara ya kuuziana madini aina ya dhahabu. Toka siku hiyo alipopigiwa simu hakuonekana tena hadi alipokutwa akiwa ameuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani, ambapo pia pikipiki yake aliyokuwa akitumia yenye namba za usajili MC 599 FJJ aina ya Hoje pamoja na fedha taslimu shilingi milioni moja na laki tano alizokuwa nazo huyu marehemu hazikuweza kuonekana katika eneo la tukio. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya mauaji walianza msako mkali Januari 15, elfu mbili ishirini na sita, majira ya saa tisa alasiri huko kwenye eneo la Mpemba katika mji mdogo wa Tunduma ulioko katika mkoa wa Songwe waliweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu Mawazo Msangawale akiwa aliyekuwa akitafutwa sasa, kutokana na tuhuma hizi za mauaji. Na mtuhumiwa huyu, baada ya kumkamata au kumkuta huko katika eneo hilo la Tunduma huko mkoani Songwe, pia alikutwa akiwa na pikipiki MC 1599 FJJ iliyokuwa ameipola baada ya uh, kutekeleza mauaji yake katika ma, mauaji haya huko uh, wilaya ya Chunya. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa uh, chanzo cha tukio hili lilikuwa ni tamaa za kujipatia fedha au mali kwa njia isiyo halali. Na ninavyoongea hivi sasa, upelezi umekwisha kamilishwa wa jarada hili ili lifikishwe ofisi ya mashtaka na hatua zingine za kisheria ziweze kuendelea zidi yake. Sambamba na hilo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na maafisa wa idara ya uhamiaji mkoa wa Mbeya linawashikilia watumiwa thelathini na saba hawa wakiwa ni wanaume raia wa nchini Ethiopia ambao wameingia nchini bila kufuata utaratibu na wakiwa hawana vibali. Watumiwa walikamatwa Januari kumi na sita mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa kumi jioni katika kijiji cha Kasumuru wilayani Kyela mkoa wa Mbeya na walikamatwa na askari wa jeshi la polisi kama nilivyosema wakiwa wanashirikiana na maafisa wa uhamiaji, wakiwa katika operation ya pamoja walikuwa kuifanya ya kuzuia na kudhibiti uhalifu katika maeneo haya. Kwa hiyo wahamiaji hao waliosafiri na kuingia nchini kwa vificho kwa kutumia njia zisizo rasmi, kisha waliweza kwenda ku, kujificha kwenye nyumba moja ya mtu ambaye alifahamika kwa jina moja tu la Kasanga, iliyopo mashambani mbali na makazi ya watu kule maeneo ya Kasumuru. Taratibu zingine zote za kisheria zinaendelea kufanyika na zinaendelea kukamilishwa ili eh, baada hapo eh, idara ya uhamiaji iweze kuchukua hatua stahiki dhidi ya wahamiaji ya hawalamu ya. Wakati huo huo, Jeshi la Polisi mkoa Mbeya kwa kushirikiana sasa na watumishi wa kampuni ya Blue Master Limited wana waliweza kuendesha msako na walifanikiwa kuwashikilia watuhumiwa wawili. Wa kwanza ni Mudi Damata, maarufu Abdala mwenye umri wa miaka ishirini na sita mkazi wa Soweto jijini Mbeya, na mwingine Juma Maru, Juma Saidi maarufu Juma mwenye umri wa miaka arobaini na tisa huyu ni mkazi wa wa Isangawana, wilaya ya Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Mpaka sasa hivi wanashikiliwa kwa tuhuma za kutengeneza pombe bandia eh, ambayo eh, walikutwa nayo wakiwa hawa watumiwa sasa wakiwa na wanaiuza wana ni kwamba watumiwa walikamatwa Januari kumi na nane mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira saa saba usiku katika kitongoji cha Mpakani katika kijiji cha Isangawana wilayani Chunya, mkoani Mbeya, wakiwa na bidhaa hizo za bandia na zisizokuwa na kiwango ambazo ni pombe kali aina ya Panmaster ambazo idadi yake ni katoni 49 Konyagi kubwa boksi nane, Konyagi ndogo zile za kati e, boksi nane na Konyagi nyingine zile ndogo kabisa boksi kumi na nane. Watumiwa walikamatwa na pombe hizo bandia au fake wakiwa tayari wamekisha ziandaa kwa ajili ya zianda, kuzisambaza kuwapelekea wateja. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi ambao bado wanaendelea au wanaendekeza tabia ya kujipatia mali kwa au fedha kwa njia ya udanganyifu au kinyume na sheria waaze, waweze kuacha mara moja, kwani madhara yake ni makubwa kwao na kwa jamii, kama ilivyotokea kwenye tukio hili la mauaji ya Juveni Baraka Mwambugi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wageni kufuata sheria na taratibu za kuingia nchini ili kuepuka usumbufu wa kuyu chukuliwa hatua kama hivi ambavyo wameweza kuchukuliwa. Lakini pia natoa wito kwa baadhi ya watu wanaotengeneza pombe bandia na zisizokuwa na kiwango kuacha tabia hiyo mara moja, kwani ni kinyume cha sheria, lakini pia zinasababisha madhara makubwa kwa watumiaji. Aidha, kwa wauza vileo ambao wanauza vileo maeneo mbalimbali, wanatakiwa sasa wahakikishe wananunua bidhaa hizo kutoka kwa wasambazaji halali wanaotambulika na wanaofahamika kupitia kampuni zao au wakala wanaofanya biashara hizo.